Imamu ndiyo kiongozi, imam ndiyo tegemezi, imamu yake kubwa hazi, imamu ndiyo mtatuzi, imamu hata asemenini watu husikiza hata we na bayaga ni watu hulibeza, hunibeza, hata nikamlingania mara mojai jambo lahili, lakini anatua baada yule, nitaenda kumlingania na msikitini, nitakwenda kwanza acha nikamlingania yule, sawa, ndo muhimu, kwa sababu ndo muda wenyewe huu wa ibada. Fanya tu hai bila shida shida, dakika moja, ms jambo la heri sana. Sheikh Ahmad anafanya jambo la heri sana sababu anaenda kutoa mafunzo. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kusema la kweli Eh, mtoto nilipokuona umepita pale, na ah, nikasema sio vema bora nikufuate. Nikamwacha mwenzangu pale, nikaamua kukufuata. Yaani mtoto ulivombika. Ah, yaani kama malaika waloshushwa na kushushwa wenyewe umeshushwa nini. Kusema la ukweli, we mtoto ni mzuri. Tena mzuri katika macho yangu. Yaani nikikuona wewe, hata ah, huko utakuwa sendi tena. Eh, hebu e, kwanza subiri si usizunguke. Kama unataka tumalizane basi. Kwa hiyo umeamua kufunua ya mwoni mwangu, yaani yote umeamua kuyawaga, ndio hivyo ni, yaani hapo napowapenda watoto wa elfu mbili kama mimi, niko tayari, mi niko tayari bwana. Uh, ustazi, dakika moja, naenda kulingania huku. Shehamadi, vipi tena shee? Swala la ibada muhimu bwana. Kama unaenda huku, nenda, kama utanifuata mimi twende msikitini nzuri baadayeankaozuriana imam kutwa darasani, ila matendo ya kishetani imam. Huyu imam gani, huta ugomvi na majirani. Imamu, ima, ima, ima, ima, ima. Dunia imeisha, vijana tumebadilika, tunashindwa hata kumkumbuka Mungu kwenye swala la ibada. Ujanja mwingi usitupoteze maarifa tunapoenda hakuna wa kutushika tukaiona pepo. Tuthamini sana ibada. Ostazi leo kapotea kwa sababu tu ya tamaa za kimwili. Inaumiza sana, mdio kiongozi.